Mungu mwenyezi, asubuhi hii ninainua sauti yangu mbele zako, nikikushukuru kwa zawadi ya uhai na pumzi hii mpya. Asubuhi hii si ya kawaida, ni fursa nyingine ulionipa kushuhudia wema na rehema zako zisizoisha. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wa ahadi, na hakuna kama wewe mbinguni wala duniani. Baba, najua kuwa hujanisahau. Unanitazama, unanitunza, na unaniongoza kwa mkono wako wa haki. Ninatangaza kuwa siku hii imebarikiwa kwa jina la Yesu. Najua kwamba kila hatua nitakayochukua, mkono wako uko juu yangu. Ninakukumbusha ahadi zako ulizosema kupitia zaburi hii: ndiyo siku aliyoifanya Bwana, na furahi na kushangilia ndani yake. Kwa hiyo, Baba, najifunika na neema yako, upendo wako na ulinzi wako. Najua kuwa hunitupi kamwe. Ninakabidhi kila kitu mikononi mwako, mawazo yangu, mipango yangu, ndoto zangu na hata hofu zangu, kwa maana najua hakuna lisilowezekana mbele zako. Wewe ni mwamba wangu Kimbilio langu na nguvu yangu ya milele. Yesu, damu yako takatifu inanitakasa, inanitunza na inanilinda. Naitangaza damu ya Yesu juu ya maisha yangu, juu ya nafsi yangu, juu ya mwili wangu na roho yangu. Hakuna silaha itakayofanyika dhidi yangu itakayofanikiwa kwa sababu niko chini ya kinga ya damu ya Yesu. Ninakataa kila woga, shaka na wasiwasi. Najua kwamba wewe ni mkuu kuliko changamoto yoyote itakayokuja mbele yangu leo. Hakika wema na rehema zako zitanifuata siku zote za maisha yangu. Baba, nipe nguvu, hekima na utulivu ili nikutumikie na nikutukuze leo na siku zote. Ninakusihi Baba, nitumie kama chombo chako cha amani. Nipe moyo wa msamaha, moyo wa rehema na moyo wa upendo kwa wote watakaonizunguka leo. Bwana, nakusihi utembee nami leo, niongoze, ulinde kila hatua yangu na unizunguke kwa malaika wako wanaolinda. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza ushindi juu ya siku hii. Ikiwa unaamini kwamba Mungu anatembea nawe leo, andika katika maoni, amina. Utukufu kwa Mungu. Baba wa mbinguni, ninapoinuka kuendelea na siku hii, ninakiri kwamba bila wewe siwezi kitu. Najua kwamba macho yako yako juu yangu na kwamba mkono wako wa nguvu unaniongoza. Naomba e Bwana, unitie nguvu katika roho yangu, niwezeshe kuishi maisha yanayoakisi wema wako. Najua kuwa katika dunia hii kuna majaribu, changamoto na mitego ya adui, lakini ninaliamini neno lako lisemalo usiogope maana mimi nipo pamoja nawe. Ninakataa hofu yote, hofu sio sehemu ya maisha yangu, kwa maana roho ulionipa si roho ya woga, bali ni roho ya nguvu, upendo na akili timamu. Ninatangaza kuwa leo naendelea mbele kwa imani, si kwa kuona. Baba, ondoa kila mzigo wa jana, maumivu, huzuni, tamaa zilizovunjika na kushindwa naomba rehema zako mpya zinifunike leo. Najua kwamba rehema zako ni mpya kila asubuhi, ni fursa mpya ya kuanza upya, kusamehe na kusahau yaliyopita. Nisaidie Bwana kusamehe walionikosea, nifundishe kuachilia uchungu, hasira na kinyongo. Najua kwamba nisipowasamehe wengine, moyo wangu hubeba mzigo usiofaa. Naomba unisafishe na unijaze na upendo wako mtakatifu. Roho Mtakatifu, niongoze katika kila uamuzi nitakaofanya leo. Zungumza nami kupitia sauti yako ya utulivu. Fungua masikio yangu ya kiroho ili nisikie na kutii mapenzi yako. Nipe macho ya kiroho kuona mikono yako ikifanya kazi maishani mwangu. Nipe busara ya kuepuka mitego ya shetani na majaribu yanayojaribu kunivuruga. Baba, katika jina la Yesu, ninakata na kuvunja kila mnyororo wa kuchanganyikiwa, mashaka na kuchoka kiroho. Najua kuwa wewe si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani kwa hiyo amani yako iwe juu yangu na familia yangu leo. Kama unakubaliana na haya maombi, andika kwenye maoni amina. Mungu ni mwaminifu, Bwana wa majeshi. Najua kwamba siku hii haitakuwa bila vita vya kiroho, lakini pia najua kuwa ushindi wangu uko kwako. Ninajifunika na damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza kuwa hakuna silaha itakayoundwa dhidi yangu itakayofanikiwa. Ninakataa kila laana, kila mpango wa adui na kila hila za shetani. Natangaza kuwa mimi ni mali ya Mungu aliye hai. Roho wa Mungu ananiongoza, ananifunika na ananilinda. Hakuna giza linaloweza kunishinda, kwa maana nuru yako inaniangaza. Baba, naomba ulinzi wako juu yangu, juu ya nyumba yangu, juu ya familia yangu na juu ya kila mmoja anayenipenda. Tuma malaika wako wainuliwe, kunizunguka wakazuie kila ajali, kila madhara, kila hila ya adui. Roho Mtakatifu, nisaidie kubaki nikiwa na macho ya kiroho wazi. Nifundishe kupambanua mema na mabaya. Usiruhusu nisukumwe na hisia zangu au matakwa ya mwili, bali niongoze kwa neno lako na mapenzi yako. Leo, Bwana, najisalimisha kikamilifu kwako. Ndoto zangu, mipango yangu, matarajio yangu na hata hofu yangu, yote ninayakabidhi mikononi mwako. Nafuta kila wazo la kushindwa na ninalikataa kwa jina la Yesu. Bwana, nisaidie kuwa mwangaza mahali popote nitakapopita. Nifanye kuwa mfano wa upendo, rehema na amani yako. Najua kuwa hakuna kinachoweza kunitenganisha na upendo wako. Ninatangaza kwamba leo siendi peke yangu. Wewe Bwana unanitangulia, unatembea nami na unalinda nyuma yangu. Najua kwamba neema yako inanizunguka kama ngao. Asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako na kwa uaminifu wako usioisha. Ninaamini kwamba leo ni siku ya ushindi, siku ya neema na siku ya kuishi chini ya mkono wako wa baraka. Ikiwa unaamini kuwa siku yako imebarikiwa na ulinzi wa Mungu, andika kwenye maoni, asante Yesu. Amina.